Nikamwambia mimi ni chata ile assistant chief. Akaniambia tebu nione. Nikatoa tu kidogo. Ndio ni mkubwa tu. Bado ndio nampea heshima yako yake. Akaanza kunidaradara huko. Akaanza kunidaradara. Kunidaradara. Then akaniambia nigeuke ni dole la tumbo. Mimi nikamkana, eh, nikamwambia mimi sifanyi hizo tabia. Wewe unataka nifa? arä a matå ngirie ngero ä no maugite maringä rä irio manyue johi na makuda matiacokire kwä igwa rängä na kårä a rä u marathiä na mbere na kwamukira urigitani akaniambia niketi hapo. Akachukua glass ya yogurt kubwa akaniekea na mimi nikakunywa. Kukunywa nikazimia, sijui ni dawa alikuwa ameweka. Sasa asubuhi ndio nilijipata kwangu nikiwa na matope mingi sana nikasikia nataka kwenda haja nikienda nikaanza kusikia uchungu na huku nyuma nau ku nyuma na kwa sababu haja itoke damu ndio ilitoka ile twa <tipa> igua mundu wa irie ino ekiitaga ikota kiu koguo ithu aciari twina guoya muno ona to mwana wa kahi ona wa kairi tu tondo ririe koo mwana uyu ari mwana munini ri angia mo ikira iko niathia akamutena gukundaru

munini wa county commissioner a Gatundu ya muhuro Rose Chege augite rĩu ni marethana na mwĩkũĩro urĩa urĩkĩtie gwithara report za daktari kuhusu hicho kitendo kilichofanyika kwa victims wote. Report tuko nayo sasa, ile imebaki tu ni kumpata huyo perpetrator ambaye ni kama amepotea, ni kama ametoroka. Tumekuwa tukimtafuta hatumpati kwa simu, hatumpati nyumbani, lakini tunangangana tumpate. Girifo Tera, Kihooto FM, ha,